Tukiwachana ho ni kwamba kwenye uchaguzi mdogo uh, maeneo ya uwakilishi wodi katika kaunti ya Nyamira wagombea wa vyama vya wa upinzani wametwaa ushindi wa viti hivyo vitatu. Na katika wodi ya Ekerenyo kule Nyamira Kaskazini, Jeremiah Ongaro wa UPA alibuka kidedea kwa kuzoa kura 3507 dhidi ya Francis Amenya wa UDA aliyepata kura 2292. Na kule Nyansiongo, ushindani mkali ulishuhudiwa hukumwaniaji wa PDP Jackson Mugusu a kwenye tundu la sindano na kuingia kwenye bunge la kaunti hiyo kwa kuzoa kura 2759 dhidi ya mpinzani wake wa karibu Calvin Maranga wa UPA aliyezoa kura 2600. Napenda kuwashukuru wodi yangu ya Nyamaya wameamua, ili nikamilishe ile nafasi ya ndugu yangu waliacha. So mimi nawashukuru sana watu wa Nyamaya kwa kunipa hii nafasi. Nitawafanyia kazi kwa bidii, kila mtu mwenye alinichagua na mwenye hakunichagua. Yes. Wakati ulikuja huu uchaguzi uliona vile viongozi wengi kutoka huko UDA walikuja na the media camp here. Na tukasema uchaguzi huu si wa wawo viongozi wadogo ila ni wale viongozi wetu wakubwa, na tunapoona saa hii ile matokeo imetoka iko wazi wananchi wameongea, na kama unataka kukaa hapa ndani, hapo ndio utapata mwelekeo, lakini ukienda huko nje, wewe utakuwa umepotea.